Okay, sawa okay, uh, baada sasa ya fainali na vitu kama hivyo, tumewaona wachezaji ambao wanafanya vizuri, tumempata mfungaji bora sasa. uh, nyie kama Bush Icon, kuna kitu kingine ambacho kitakuwa kinafata baada ya kugundua amini, uh, vipaji lese kama ku create academy na vitu kama hivyo. Okay, sawa So tukizungumzia Academy sisi tuna Academy ambayo inajulikana kama Bush Icon Academy, lakini akademi yetu inajihusisha na kutoa mafunzo ya kompyuta pamoja na kudisaini, na watoto si unanifahamu? Kwa hiyo pia tutatoa fursa kwa waa vijana ambao watakuwa wamemaliza elimu ya darasa la saba watakuwa wana, wanapita Bush Icon Academy kwa ajili ya kujifunza kompyuta pamoja na kudesign. So hii nafikiri kwa hizi timu ambazo zimeshiriki, watapata hiyo, hiyo tunaweza kusema kama scholarship ya kuja kwenye akademi yetu, kuja kujifunza kompyuta pamoja na kudesign. Sijui unanifahamu lakini tukija, tukija kwenye basic level kama nilivyokuambia uko nyuma, kwamba target yetu hawa vijana waonyeshe vipaji vyao. Sijui unanifahamu lakini, hivyo tumealika akademi mbalimbali, ndio maana unaona kuna akademi kutokea huku Chiganga if I'm not mistake. lakini kuna NSA wapo.